Tunakwenda kuangazia na kumulika masuala ya ufugaji na nimepata nafasi ya kuongea na mojawapo ya wafugaji katika kijiji hiki cha Tandala. Mimi ni Edina Ernest, sambamba na mgeni ambaye nimemwalika hapa ambaye ni mfugaji. Karibu, jitambulishe. Asante. Mimi kwa majina naitwa Grace Edson Sanga ali maarufu Mama Melis. Mimi najishughulisha na ufugaji na wa kuku, kuku wa mayai na nafuga kuku wa nyama aina ya saso na nafuga kuku wa kienyeji tumemulika. Kwenye upande wa ufugaji wa kuku, ni fursa gani ambazo uliziona hadi zikakushawishi kuwa mfugaji wa kuku? Fursa nilizoziona, kuna wakati inaweza ikatokea sherehe, watu wanahitaji kuku, wanaenda kuchukua Njombe, Makambako, Mbeya, wakati sisi hapa tunaweza kufuga, na ndio maana kilichonishawishi mpaka nikaamua kufuga ni hiyo kwamba hata mimi pia niliona kwamba naweza kufuga nikawauzia wahitaji kwa wakati wowote wanaokuwa wanahitaji. Na umetofautisha mabanda sasa, i si, nini ambacho msikilizaji pia anataka aelewe kwa upande wako, ufugaji wako unatofautisha mabanda? Kwa nini natofautisha mabanda? Kwa sababu kuku wanakuwa na umri tofauti. Kwa mfano kama hawa hapa ni wakubwa tayari, wameshaanza kutaga na kukota mayai na banda lile pale ni wadogo ambao wanajiandaa kuanza kutaga. Kwa hiyo natofautisha mabanda kwa sababu ya huku na, na, na natenganisha kwa sababu kuku anakuwa na umri tofauti tofauti. Tunafahamu kila kazi na kila hatua unayoipiga, changamoto zake zipo. Na wewe unafuga kuku wa kienyeji wa kisasa pamoja na chotala. Sasa unaweza ukatuelezea kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo unakumbana nazo na unazimuduji? changamoto ninazokumbana nazo zipo, lakini changamoto kubwa ni habari labda ya kuku zile za mayai. Changamoto yake huwa tunapata kwenye changamoto ya chakula, kwa sababu unakuta una, unanunua labda chakula kwenye kampuni fulani, kile chakula unakuja unalishia unakuta kuku zimekata kutaga, maana chakula wameitengeneza vibaya. Unakuta unanunua labda chakula mifuko kumi kwa shilingi laki sita, utatumia chakula mifuko kumi kinaisha, kuku kutaga wamesimama hayautakavoanza kutafiti uende kampuni nyingine, unaenda kampuni nyingine unanunua hivyo, mpaka ukabahatishe kupata chakula sahihi. Unaweza ukakuta umeingiliwa sana, yani umeingia sala kubwa. Kwa hiyo changamoto kubwa sisi, una, yani mimi nayoipata ni habari ya chakula, yani watengenezaji wa ya vyakula wale wanaonekana ni wadanganyifu, vyakula vyao hawavitengenezi ipasavyo. Zile kuku za mayai zinataka chakula kizuri. kwa hiyo zikila vizuri zinataga vizuri chakula wakichanganya wakibana vichanganyo, hazitaji hazitagi. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Changamoto nyingine ni nadhani huku kwetu ni hali ya baridi, hali ya hewa. Yani kuku hizi zinaendana na hali ya hewa, kwa mfano kama kuku wa mayai na wale kuku wa nyama chotara, wale wanafata hali ya hewa. Kwa mfano kama baridi, hawatagi. Itakapoanza joto, kwa mfano kama saa hizi hivi zimeanza joto Wanashtuka, wanasimama unaweza ukakuta wamesimama mwezi mzima, hadi wazoe ile hali, ndio wanaendelea kutaga. Miche ni afisa kilimo na mifugo kata ya Tandala. Na unaonaje hali ya ufugaji wa huyu ambaye tumemtembelea hapa katika banda lake? Uh, hali ya ufugaji kwa mfugaji wangu huyu, naona anafuga vizuri kwa sababu amezingatia kanuni za kitaalamu na ni kwamba kati ya wafugaji waliopo kata ya Tandala naweza nikasema ni mfugaji mzuri, kwa sababu amezingatia taratibu zote. Ukiangalia mabanda yake, mabanda yake amepiga kitaalamu, lakini pia amejaribu kufuga aina kama tatu za kuku. Ana kuku wa mayai ana chotara ambao ni saso lakini pia ana kuku wa kienyeji. Kwa upande wako kama afisa kilimo na mifugo, umeona kabisa namna ya ufugaji wake, ni wapi aboreshe kwa upande wa chakula pamoja na madawa? Ah, kwa upande wa chakula hapo ni moja kwa moja kwenye kampuni. Changamoto wanazo zipata wafugaji wetu hawa, kwa mfano kuna kuku wa mayai. Ana kuku wa mayai pale. Kuku wa mayai ni kwamba unapoanza kufuga toka wakiwa vifaranga. Ina maana pesa zina wanatakiwa yani, kwanza uwe na mtaji. Pesa he, zitatumika mpaka watakapoanza kutaga. Sasa ina maana muda ule wote zinatumika pesa za mfukoni. Sasa wanapoanza kudondosha mayai manake pale, tunataka e, anunue chakula kutoka kwenye kampuni ambayo imezingatia e, mchanganyo mzuri, kwamba ipo vizuri, kwamba itasababisha utagaji wa mayai kulingana na idadi ya kuku walivyo. Na hapa tuko katika eneo ambalo mama hapa ni mfugaji, na yeye tumpatie nafasi pia ya kuweza kumuuliza swali afisa mifugo na kilimo kujua kwamba eh, yeye kuna kitu ambacho hajakielewa au anahitaji ujuzi zaidi. Karibu. Asante. Mimi nashukuru kwanza, nipende kumshukuru afisa mifugo kuwa karibu kwanza na wafugaji pamoja na wakulima. Tunamfaidi kwa sababu kuna wakati mwingine anaweza kawa kwenye shughuli zake ukampigia simu akafika akaangalia akaangalia changamoto na akatatua. Lakini pia kuna changamoto labda ambayo mimi ninaipata kwa kupitia hiki kipindi, labda nimuulize kama anaweza kunisaidia kiutaalamu zaidi. Mimi kuku zangu mara nyingi zinapata mafua, hazi yani mafua yake hayaishi, yamekuwa kama mafua ya kudumu nina zipatia dawa lakini, unakuta dozi imeisha, amekaa wiki mbili, anaanza tena, wiki moja ameanza tena. Labda nimuulize mwana mifugo kwamba anaweza akanisaidia hii changamoto. Naona kuna dalili ya mafua hapa, lakini haya mafua, ina maana, inaonekana toka mwanzo wakiwa wadogo, kuna chanjo zile tunazochanja, chanjo za gomboro zile, kitaalam eh, tunaita infectious coryza, ile ni kwa ajili ya kukinga dhidi ya mafua kwa kuku sasa. Inawezekana vifaranga ulinunua wakiwa wa siku moja, labda ukafuga mwenyewe, lakini kwenye ule mfululizo wa chanjo inawezekana kuna chanjo labda zile za gomboro labda hazikuzingatiwa. Lakini pili inawezekana imekuwa kroniki mafua, kwa sababu inawezekana wakati wakiwa bado wadogo walipata mafua lakini hawakutibiwa kwa wakati, kwa bakteria wakajijenga kiasi kwamba tayari unakuta dawa hazi haziwezi kunani kusikia na zikatibu vizuri. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kutafuta tu antibiotiki ambayo tutaona sasa inaweza kuwatibu mpaka ikapambana na hawa wadudu wanaosababisha mafua. Kwa cha msingi hapa ni ku, nitakutafutia dawa ambayo itasababisha e, kupona hawa kuku lakini kwa sisi mlioiweka nafikiri mwanzo, lakini ulikuwa nafugia chini, saa hizi umeshaweka hizi cages, saa hizi mafua yatapungua. Mwanzo pale mara ndio tibu leo, lakini wanatimua vumbi tayari wanapata tena mafua. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, mafua unakuta yanajirudia na yanajirudia. Na mara unapoona dalili ya mafua unatakiwa utibu kwa wakati. Ukichelewa tu au katumia antibiotic ambayo ni weak, yani haiko strong, tayari wale wanajijenga zaidi unakuta baadaye unakuja kutibu, unakuta haitibiki. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kutafuta strong antibiotic ambayo itaweza kuwatibu hao. Tusitumie antibiotic hizi za kawaida, zitashindwa. Na mwisho wa siku utakuta wanaendea kukoroma, wanachama midomo, na mwisho wa siku wanakufa wengine, kwa sababu watashindwa kula, watashindwa kuhema vizuri, mwisho wa siku utakuta wamekufa. Na turudi kwako, mfugaji ambaye unaendelea na ufugaji huu wa ndani una neno lolote la kuambia au kuongea kuhusiana na hili, kuhusiana na ufugaji ambapo bwana mifugo, ambaye ni afisa mifugo na kilimo kutokea eh, wilaya hii ya Makete, ni lipi ambalo unaweza kusema? Mimi kwanza nipende kumshukuru kwa ushauri wake, ametoa ushauri, nimeelewa, nadhani na wafugaji wenzangu wadogo kama mimi wamesikia, watasikia, watajifunza kitu Wito wangu ni kwa serikali, nilikuwa naomba kama inawezekana na sisi wafugaji wadogo watusaidie kutupa mikopo, maanake tunashindwa kusogea, kwa sababu mitaji yetu ni midogo, na wanapotoa mikopo hawajalenga hawa kwa, wa, kwa wafugaji. Nikienda mimi kama mimi, wanasema mkajiunge muwe watano. Sasa ile mikopo ni migumu, kwamba ukatafute wapi wafugaji wengine ili muungane mkope, mkope mpate mkopo yo mimi nilikuwa naomba serikali ione namna ya kutusaidia ili na sisi tupate kusogea mbele, watoe mikopo ya mtu mmoja mmoja, angalau na wale ambao wanapenda wana kufuga, wanatamani kufuga na wenyewe wanaweza kukopa mtu kiwango anachoweza kulipa. Msikilizaji wa Green FM tisini na moja nukta sita hatuna la ziada kwenye kipindi cha Mulika kila siku ya Jumamosi kuanzia saa kumi na mbili na nusu jioni hadi saa moja na nusu tunamulika mambo mbalimbali mbali. Na leo ni kukumbushe tu tulikuwa tunamulika ufugaji wa kuku na tumetembelea eneo la ufugaji kwa mama huyu hapa ambaye yeye anafuga kuku aina tatu, kuna kuku wa kienyeji, kuku wa kisasa pamoja na chotara. Tukutane wakati mwingine Jumamosi kama hii. Mimi ni Edina Ernest.